Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza imemtia hatiani mwandishi wa habari na mtangazaji Alloyce Nyanda maarufu kama Mtozi kwa kosa la udhalilishaji kwa njia ya mitandao na kumtaka kulipa fidia ya shilingi bilioni mbili na kuomba msamaha. Hukumu hiyo imetolewa leo saa tatu asubuhi Ijumaa, Aprili 11 mwaka 2025 na hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya mkoa wa Mwanza, Boniventure Lema ambapo Nyanda amekutwa na kosa la kumdhalilisha mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam Aaron Kagurumjuli katika shauri hilo la madai namba elfu sita, mia moja, sitini na sita, la mwaka na 2024 ambalo mdai Aloni Kagulumjuli amewakilishwa na mawakili Eriki Muta na Godfrey Mlingi. Hata hivyo, mdaiwa Alois Nyanda na wakili wake hawakuwepo mahakamani hapo wakati hukumu hiyo ikisomwa. Akizungumzia hukumu hiyo, wakili wa kujitegemea aliyemwakilisha Kagulumjuli, Eriki Muta, ameshukuru mahakama kwa kutenda haki huku akifafanua kwa undani hukumu hiyo. Leo ilikuwa ni siku ya ya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 uh, ya mwaka 2024 iliyokuwa ikimuhusu, e, mteja wetu ambaye aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mlingi kwenye kesi ya madai, e, ya udhalilishwaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Alloyce Nyanda, ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kagurumjuli wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwenye nyakati tofauti tofauti, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Alloyce Nyanda kulipa fidia ya bilioni mbili shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyofanya, lakini vile vile kuomba msamaha e, kwa yale aliyoyachapisha ya ambayo ni ya uongo yanaleta fedheha na ni ya udhalilishaji kwa bwana Aaron Titus Kagurumjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa, lakini vile vile mahakama imemkataza yeye, wakala wake au mtu yoyote anayehusiana na yeye kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote, kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aaron Titus Kagulumjuli, lakini vile vile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa, kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo e, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo bwana e, Aaron Titus Kagurumjuli aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na sisi tunashukuru mahakama imetenda haki, na e, kwa sasa tunaangalia namna ya kuona anatekeleza vipi amri hizo ambazo mahakama imezitoa haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, Mutta ameeleza hatua watakazochukua endapo mdai wa huyo atashindwa kutekeleza maamuzi hayo ya mahakama kwa wakati, huku akisisitiza kwamba hawatatoa nafasi ya mazungumzo na mdai wa huyo nje ya mahakama. Kama atashindwa tutaomba utekelezaji, kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika. Tunaweza tukaomba kukamata mali zake. E, na kama hatakuwa na mali ya kukamata basi tuna, tuna, tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama mfungwa wa madai vilevile. Utekelezaji unafahamika, e, sisi tuna, tuna tutaomba utekelezaji haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo yeye pia anatakiwa alipe haraka iwezekanavyo, e, na pia ana haki zake za msingi anaweza kazitekeleza kimahakama. Hatuna, tumeshatoa nafasi hiyo, tulimwomba huyu bwana e, Alloyce Nyanda aombe msamaha alikaidi, kwa hiyo hatuna nafasi hiyo tena kwa sasa fokasi yetu ni kuona namna gani maamuzi ya mahakama yanatekelezwa kwa upande wake. Alloyce Nyanda alipopigiwa simu na Mwananchi Digital kuzungumzia hukumu hiyo alisema, unajua mi siko Mwanza, niko pori, niko sehemu tu hapa, tuna nakuja Mwanza kula hapa sasa hivi, kwa hiyo sijapata hata fursa ya kunani, mpaka niongee na wakili sijajua e, yani niko safari, nilikuwa niendesha gari muda mrefu sana ndio nataka nikifika Mwanza, kwanza niyani e, kwa safari yani. Hata hapa siko Mwanza, niko njiani kula tu sehemu. Nitafika kwenye saa kumi na moja jioni nitafika, halafu nakupigia sawa. mm -hmm. kwenye saa kumi na moja nitakuwa Mwanza, nitakupigia mimi ni Damiani yani Masienene wa Mwananchi Digital.